Agize wa wa wa si mm -hmm. wa watu waende wakafanya kazi kwa mikono yao sana, na pengine unao ndugu zako, unao unao jukuu zako, wambii kweli, waambie kweli kwa gharama yote ile. Hii ni mara baada ya maisha yao hayo, waone ile kweli ikipenya katikati yao. Ndugu zangu, hatupendi kukemea watu kuhusu madawa ya kulevya na ulezi, tunaogopana tu safari ya uazaka uzinzi uongo. Tukifika hapo kanisa limejumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifika hapo baada ya kukuambiana haya ni makosa na hatia na dhambi.